Tuhakikishe kila jambo linakuwa vizuri. Mimi katika uchifu wangu nimeleta ajenda mbele yenu, mkae mnaijua. Nataka kuiomba serikali tujenge chuo kikuu Tarime. Tulikuwa <laughs> tumependekeza juu ya mlima kule mkuongole juu ya mlima kabisa, mlima, mlima Tarime, Tarime huyu mm -hmm. hapa mm -hmm. na tunapendekeza tena, kuna sehemu moja nkende hapo, tutachagua sehemu ambayo tunaweza kuweka bahati mm -hmm. nzuri ni mtuma mbunge wetu Esther, eh, Nicholas Matiko anipelekea ajenda hiyo kwa waziri anayohusika na sisi tutapanga, tutaenda Dodoma tuende kulikazia. Muhimu tuwe na chuo na sisi hapa Tarime. Watoto wanasumbuka sana kwenda Morogoro, Mbeya, dar es Salaam, wapi, lakini tukiwe na chuo hapa watasoma moja kwa moja hilo mkaenaro mkaren, vizuri yeah, okay. Eh, mniunge mkono ili tuweze kufanikisha hilo. Mimi nawapenda sana madiwani sana sana sana sana, nyie ndio viungo vyangu viungo vyangu vya kutenda kazi, mwe imara, mpendane. Heshima hii ni heshima ambayo umepewa ni kubwa sana kwa sababu ukiangalia katika historia yetu kama ilivyo, ni muda mrefu sana tangu tulipokuwa na chifu na hatimaye leo tuko na wewe. Kwa ni heshima kubwa sana ambayo wanatarime kwa ujumla naweza nikasema kwamba wamekupatia kuwa chifu wa koo yetu. Lakini jambo la pili ni kwamba Mheshimiwa Matiko anaamini kwamba licha ya kupewa uchifu, licha ya kuaminiwa na jamii hii, ni kwamba umekwenda kukabidhiwa jukumu ambalo ni kubwa sana. Umekabidhiwa jukumu ambalo ni kubwa katika jamii ambayo kwa namna moja ama nyingine iko na mambo mengi sana. Kwa hiyo anakutia moyo, lakini zaidi anapenda kusema kwamba tumtumaini Mwenyezi Mungu ili aweze kutufanikishia hii safari ambayo tumeianza. Jamii yetu iko na shida nyingi sana, naamini unazifahamu kwa namna moja ama nyingine. Yapo mengi yanayotokea katika jamii yetu hivyo basi uweze kujipa moyo mkuu, tumtumaini Mwenyezi Mungu, lakini zaidi ya kuongezee hekima, busara na maarifa, ili kuhakikisha jamii ambayo unaiongoza inakwenda kuwa jamii yenye kustaarabika, jamii yenye kushuhudia ukuu wa Mungu kupitia wewe, kwamba tulipewa Chief Peter Zakaria ambaye katika matendo yake jamii yetu hii tumekwenda kuona utukufu wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa Thobias Sigati, ndio mwenyekiti wa halmashauri ya mji huu wa Tarime. Hapo awali mwaka ulioisha, miaka mitano iliyoisha, nilikuwa makamu mwenyekiti, kama mama hapa alivyo makamu mwenyekiti. Nilikuwa makamu mwenyekiti wa mheshimiwa Komote. Chifu, nafikiri unanifahamu vizuri, tumefanya vizuri kazi na Komote kwenye halmashauri hii, lakini imempendeza Mungu. Hawa waheshimiwa niwashukuru sana pia leo wakasema hapana, wewe ndio utakua mwenyekiti wetu halmashauri. Kwa hiyo we, chifu, na mimi nikasema na timu yangu kwamba kwa sababu sasa Mungu imempendeza, amenipa wenyekiti wa halmashauri we, na wewe pia amekupa uchifu wa koo yetu ya Inchage na Watimbaru wote, tukasema ni vizuri tuje kukupongeza Amen. Sisi tumekuja kumpongeza chifu wetu, tumpigie makofi chifu wetu jamani. <klos> pamoja na kukupongeza chifu. Tumekuja pia kufahamiana na wewe angalau uweze kuwafahamu hawa mheshimiwa madiwani, timu mpya iliyokuja ambayo sasa ndio unaenda kufanya nayo kazi. Wewe ni mwakilishi wa wananchi hawa, kwa sababu hili jimbo la Tarime mjini, wewe ndio mwakilishi wetu, ndio chifu wetu. Na jimbo hili, limega, uchifu wako unaenda pia mpaka Tarime DC, kwa tunaamini wewe ndio mkama weito. Sisi nikisema hivyo mnanielewa vizuri jamani tuchire kwa mokama kose kwa mogambi na tukushukuru sana chifu, umetupokea vizuri mimi. Naitwa mseti Gotora, mimi e, ni diwani wa kata ya Bomani. Nichukua nafasi hii kuungana na madiwani wenzangu, kuungana na mwenyekiti wangu wa halmashauri, mwenyekiti wangu wa kamati na viongozi wote kwa ujumla, tunakupongeza sana e, wewe ni wewe ni wanasema ni icon, wewe ni, ni, ni, ni alama kwenye wilaya hii wewe ni halama kwenye halmashauri yetu, na sisi kama madiwani tunakuhakikishia kwamba tutashirikiana na wewe bega kwa bega mpaka mwisho. Kwa niaba ya wananchi wote wa kata ya Turwa, chifu tunakupa ongera sana, ongera kubwa sana na kwa niaba ya madiwani wa halmashauri ya mji pia tunakupa ongera sana, lakini yote kwa yote tumweze, tumuombe Mwenyezi Mungu aliye kupatia kibali cha wewe kuwa chifu basi Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda.